Hata walioko hapa watakuambia na changamoto ya mtaji. Help us on what models can support youth investment into the the future when it it comes to to the issue of access to finance because it has been always a challenge to the youth. For me, huwa am nawambia vijana kwenye ile eneo la mitaji. Acha excuses mimi nawamenta na, na wa mabinti fulani ni mawinga mm -hmm, ndugu yangu wanaingia pale Kariakoo hawana mtaji, lakini ana posti kwenye status anapata wateja hivyo hivyo. Mmoja nilimpa laki moja, sasa hivi ana maduka mawili Goba na Kariakoo. Laki moja ndio nilimpa nikamwambia, nikamwambia yani hii laki moja mm ukafanya uwinga wa kumaanisha mm. na alikuwa ame graduate mm. anaangaika kutafuta kazi kila siku, anaplai sijui job poto sijui ajira nini poto sijui vitu vitu gani mm. Jamani, serikali yenyewe sahivi serikali, serikali nafikiri ajira watu wako kama laki saba tu ndio wameajiriwa na serikali sasa Watanzania Tanzania wako milioni 70, ajira za serikali laki saba, na haiwezi kuajiri zaidi ya hapo, hamna hela ya kuwalipa. Kwa hiyo private sector ndio hiyo, tupambane huko, na kwenye private sector ndio wao hata, au small yani, you need to na sema informal marketers na mawinga hao. So mimi nasemaga capital is not a problem, a problem is your mindset. Ukisha kuwa na mteja, mtaji utapatikana tu. Huyo huyo mteja unaweza ukamgeuza ndo akawa mtaji Sababu ndivyo mawinga wanavyoishi, tunao wamenda, yaani anapata kwanza mteja, anaenda kuchukua kwa mali kauli, na anauza, na ana make life, na hatimaye ana grow. Lakini vilevile ziko opportunities nyingi za mitaji sasa hivi zimerahisishwa, lakini vijana ni wazito kujiunga, hakuna umoja, hakuna kuelewana. Trust imekuwa very rare currency in the world. Trust, trust, kuaminiana imekuwa shida.